Mimi naomba niwaambie ndugu zangu, hebu kuweni na amani. Ndugu zangu, naomba muwe na amani. Twendeni kwenye uchaguzi tukiwa na amani, twendeni kwenye uchaguzi tukijua sisi ni washindi. Tunachokwenda ni kulinda ushindi wetu. Jamani, mtashindwa kulinda ushindi wetu wana Wachambani, mtashindwa kuulinda ushindi wetu. Hawa wamekwisha, hawa wamekwisha. Ndugu zangu, tumefika leo, msifikiri amekuja tu. Hawa walitaka tusiwe na wagombea. Mwaka jana tulipokuwa tunafanya uchaguzi wa mwenyekiti wetu wa chama katika uchaguzi mkuu cha wa chama chetu, walimtoa mtu tena, shekhe bwana, anaweka hapa begani ni kitambaa chake, ukimwona na sharafu, kijana wa Kiislamu, ukimwona na meremeta bweupe na nywele za singa, wakamwambia, wakampatenda milioni mia moja atafute mtu aje avuruge uchaguzi wetu ishirini ishirini na nne. Chama hichi kina watu madhubuti. Alimfata moja katika viongozi wetu pale Unguja Mjini, akamwambia. Sawa, aliponiambia mimi, kwa ufupi, milioni mia moja kwa mtu ambaye elfu kumi kwa siku kuitengeneza ni shida, lakini alizikataa na mpango wao ukabuma. Wakatoka wakaenda kwa Selemani Bungara maarufu Bwege Bara, wamemfata saa nane usiku. Milioni yao mia moja haikufua dafu. Hawa ndiyo mipango yao lakini hapa wamegonga mwamba. Tumeingia kwenye hizi chaguzi, wamemfata babuduni wakampa bilioni mia, bilioni moja. Jamaa, mnajua bilioni moja ni milioni elfu moja. Wamuhonge babuduni aje, eti aingie CCM. Walimwona kachoka, walimwona mzee walimwona hana kitu lakini anajua.